Sheikh Ponda ameweka wazi msimamo wake kuwa hana imani na pongezi zilizotolewa na Bakwata kuhusu uchaguzi wa 2025 nchini Tanzania, akisema haelewi vigezo au misingi waliotumia kutoa pongezi hizo. Ameeleza kuwa pongezi hizo hazionyeshi uwazi wala haki katika uchaguzi, kinyume na maoni yake binafsi aliyojitokeza baada ya kuona kuwa uchaguzi haukuwa huru wala haki. Aidha, Sheikh Ponda amefafanua kuwa msimamo wa Bakwata hauwakilishi maoni ya Waislamu wote nchini na akawaweka sawa na watu waliokaa wa maeneo mazuri wakitoa tamko ambalo halilingani na hali halisi ya uchaguzi. Hii inaashiria kukosekana kwa uwakilishi wa kweli na mshikamano miongoni mwa Waislamu kuhusu uchaguzi huu. Zaidi, Sheikh Ponda ameonyesha kutoridhishwa kwake na hotuba ya rais kuhusiana na maridhiano, akisisitiza kuwa hana hakika kama kuna nia halisi ya kuleta maridhiano ya kweli nchini na kuonesha wasiwasi juu ya mwelekeo wa siasa za maridhiano zilizopo. Maneno ya Sheikh Ponda yana mtindo wa habari rasmi, yanayojikita katika kutoa taarifa iliyosomwa kwa umakini, ikieleza msimamo na hoja kwa lugha nyepesi na isiyo na matusi, ikisisitiza ukweli, uwazi na upande wa maoni binafsi kwa nia ya kuelimisha umma na kutoa mwanga. Mtindo huu unajumuisha utangulizi wa kauli, ufafanuzi wa hoja kuu na hitimisho la msimamo uliotolewa kwa hadhara kwa namna ya kuzingatia heshima na uwazi wa taarifa. kwa ufupi Sheikh Ponda anasisitiza kutokubaliana kwa hivi sasa na wadhifa wa Bakwata katika kutoa pongezi kuhusu uchaguzi na kuzungumzia hitilafu kuhusu usimamo huo kuwa hauwakilishi Waislamu wote na ushahidi unaoweka wazi kuhitaji hoja za kina zaidi katika muktadha wa maridhiano na haki za uchaguzi. Okay, mwisho kwamba Bakwata wamepongeza, nafikiri Bakwata ni Bakwata, na wao pengine inawezekana wakawa na vigezo vyao vya kupongeza na kuonyesha ule uhalali, lakini sisi vigezo vyetu sisi ni utafiti. Sisi vigezo vyetu ni utafiti na ni utafiti, utafiti ambao tunauona ni wa kweli. Lakini sisi tulikuwa kabisa kule kwenye eneo la wapiga kura, tulikuwa na waangalizi wa uchaguzi katika, katika upigaji kura. Sisi hatutoi taarifa ya maneno tu, hatutoi taarifa ya watu mmekaa mahala penu afu mnasema. Sisi tunatoa taarifa ya utafiti tumepeleka na Shura, tunafanya hivi, miaka yote huwa tunapeleka waangalizi katika uchaguzi wa kura, e, wa upigaji kura na tunatoa taarifa na tunaipeleka mahala, na inasaidia umma inasaidia umma inasaidia, inasaidia hata vyombo vile vya, vya, vya, vya, vya serikali kwa sababu inakuwa ni taarifa ya uangalizi, watu mmekwenda kuangalia hali ya uchaguzi ilikwendaje. Kwa hivyo sisi taarifa yetu ni taarifa ya utafiti Tulipeleka watu field, tulipeleka watu kule kwenye tukio lenyewe. Kwa hivyo hiyo taarifa ya BAKWATA si wamepata wapi, watajua wao wenyewe ni sisi, haituhusu sisi. Taarifa yetu kimsingi, wa taarifa inatokana na ukweli, taarifa ambayo inatokana na ukweli, ukweli unatokana na utafiti, na matokeo ni haya. Kwa hivyo hiyo ya BAKWATA nafikiri, wata ni taarifa inahusu BAKWATA wenyewe na, na wale ambao ni wafuasi wa BAKWATA nafikiri sisi hiyo haitu sisi tunafuata taarifa ambayo ni, ni, ni, ni ya ukweli.